Wapwani wamepinga vikali uamuzi wa, wa mahakama ya Upeo kuwa watoto wanaozaliwa nje ya ndoa wana haki ya kurithi mali kutoka kwa baba zao kinyume na dini hiyo. Wakiongozwa na Sheikh Abu Ghatanda, mwenyekiti wa viongozi wa kidini eneo la Pwani, wameelezea wasiwasi kwamba wa uamuzi huo haukuzingatia jukumu la mahakama ya kadhi katika kutatua maswala ya familia kati ya waumini wa dini ya Kiislamu. Ni katika uamuzi uliotolewa na mahakama ya Upeo siku ya Jumatatu kuhusu watoto wanaozaliwa nje ya ndoa, ambapo majaji wa mahakama hiyo waliamua kuwa watoto wanaozaliwa nje na baba wa Kiislamu wanafaa kunufaika na urithi kutoka kwa baba mzazi sawa na watoto waliozaliwa katika ndoa. Hata hivyo, uamuzi huo umepingwa na viongozi wa dini ya Kiislamu kote nchini. Muungano wa maimamu na wahubiri wameonyesha kutoridhishwa na uamuzi wa huo, wakiitaka mahakama ya Upeo kuangazia upya wa uamuzi wao, wakisema uamuzi wa wao unakwenda kinyume na sheria za Kiislamu. Uamuzi wao unakwenda kinyume na dini yetu, na ndiyo maana tunasema ndiyo, Waislamu wakati wote wanasema tunahitaji mahakama ya kadhi ifike daraja appeal court, ifike daraja ya Supreme Court. Itakuwaje watu wenye imani ya dini nyingine ambao kwamba imani yao ya kidini ni nyingine, na hakuna kifungu cha katiba ya Kenya kinachompa mtoto asiyekuwa wa ndoa haki ya kurithi. Tayari viongozi wa dini ya Kiislamu kutoka ukanda wa pwani walikuwa wamepinga uamuzi huo wakisema haukuzingatia jukumu la mahakama ya kadhi. Mimi ninachotaka kusema kuwa, Supreme Court sometimes has gone over our lines kuna lines sisi Waislamu ambazo tunadraw, na hii kuwa na kadhi court si maamuzi yetu wala si kitu ambacho cha kulazimishana. Hili ni jambo lilikuweko tangu independence, kweli? Urongo? Jamani nini? Lilikuweko tangu independence. Supreme Court have crossed our borders. What we are going to do? We are going to get 1 million votes petition against the three judges who sat with the Supreme Court, ili tuhakikishe ya kwamba jambo hili la mirathi lisiingiliwe na Supreme Court, liachiwe nani? Chief Kadhi. Hii ni jambo sisi kama Waislamu tumeona tumekwazwa sana, kwa sababu wameingilia mambo yetu ya kindani ya kibinafsi. Mambo ya urithi ni mambo ya Uislamu na imewekwa katika Qur'an namna ya kufuata mambo yale, na sisi hatuwezi kubadilika na kupata sheria nyingine yoyote juu ya hiyo. Miaka yote mia tumeishi na sheria hizi na alhamdulillahi tumekaa vizuri na wenzetu ambao sio kwa waislamu na hizi sheria hazikuwahi kuwagusa wenzetu ambazo wasioku Waislamu kwa, kwa vyovyote vile. hatuoni kwa nini sisi tunaingiliwa katika dini yetu na katika mambo ambayo yanatuhusu sisi kwa jumla. Sasa wametoa wito kwa wabunge wa Kiislamu kuwasilisha mswada bungeni utakaohakikisha mahakama za kadhi zinapewa nguvu na kuona kwamba sheria za Kiislamu zinalindwa dhidi ya kupuuzwa na mahakama nchini. Sisi tunasema huko ni kutuingilia, ni hujuma juu ya dini ya Kiislamu. Tunataka wabunge wabunge wetu pamoja na mawakili wahakikishe imepelekwa msaada kuwe na mahakama ya kadhi mpaka daraja ya Supreme Court. Kwa hivyo sisi tunawaambia hatutatii amri inayopingana na Mwenyezi Mungu na mtume wake, hatutaifuata abadan. Sebastian Maria, Undugu TV.